Tazamaji, tukiachana na hayo ya diplomasia, tuangazie ulingo wa siasa ambapo karata za kisiasa zilisheheni kwenye kinyang'anyiro cha ubunge wa Malava hivi leo baada ya mgombea wa chama cha DNA Joab Manyasi, kujiondoa na kumuunga mkono mgombezi wa chama tawala cha UDA David Ndakwa. Hata hivyo, katika kujibu madai hayo, chama chake kilitangaza kwamba kilikuwa kimeondoa uwaniaji wake na kumuunga mkono, mkono mgombezi wa muungano wa upinzani Seth Panyako. Haya yanajiri huku zikiwa zimesalia siku tatu tu kabla ya kuandaliwa kwa uchaguzi mdogo wenye ushindani mkali tarehe 27 mwezi huu. Huyu hapa mwanahabari wetu Ben Chumba na kina cha taarifa hiyo. Kwenye mkutano wa kisiasa mjini Kakamega hivi leo, waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi alitangaza kile alichotaja kuwa jeki kubwa kwa kampeni yao. Hii ni baada ya mwaniaji wa chama cha DNA Joab Manyasi kujiondoa kinyang'anyironi ili kumuunga mkono mgombezi wa chama tawala cha UDA David Ndakwa. Mudavadi alisema hatua hiyo imepiga jeki juhudi za chama cha UDA kukitazamia kuibuka mshindi kwenye uchaguzi mdogo utakaoandaliwa Alhamisi ijayo. We are united. We are putting all our teams together so that 27th of this month there shall be no doubt whatsoever about the victory of David Ndakwa. Manyasi ambaye amekuwa akifanya kampeni kwa ajili ya wadhifa huo hadi hivi majuzi alisema alikuwa amechagua amani, umoja na maendeleo badala ya ushindani. Yo, nikaangalia na nikaongea na watu wangu na tukaulizana na tukakubaliana kwamba, Where will the malava people be safe? Malava people be safe? Na tukakubaliana tusaidie candidate wa serikali ndio tuwe na msimamo wa kudemand development za zikuje Malava. Ndakwa aliridhia uungwaji huo akimpongeza Manyasi kwa kuweka mbele maslahi ya wakazi na kuepuka kile alichokitaja kuwa kura iliyogawanyika. Because kama tungeenda na Mheshimiwa Manyasi mpaka kwa ballot tunge divide votes na maybe it could have gone either way but right now we are clearing at a straight win. Uamuzi wa Manyasi wa kumuunga mkono mwaniaji wa UDA hata hivyo ulionekana kutofautiana na msimamo wa chama chake katika kujibu madai hayo. Saa chache baada ya tangazo hilo, chama cha DNA kwenye taarifa iliyotiwa saini na katibu mkuu wake Barak Muluka kimesema ni kinukuu, tunamuunga mkono kwa dhati mwaniaji wa mrengo wa upinzani Seth Panyako, mwisho wa nukuu. Kadhalika kilitoa wito kwa wafuasi wake kumuunga mkono Panyako. Taarifa hiyo vilevile vile ilikashifu kile Muluka alisema ni ghasia zinazofadhiliwa na serikali, akionya dhidi ya kuangaishwa kwa wapiga kura. Aidha, alihimiza tume ya IBC kuhakikisha kuandaliwa kwa uchaguzi huru na wa haki. Ben Chumba, Darubini Wikendi.